Katibu, kwa miaka mingi ndio nilikuwa nafuatilia hili soko hadi viatu vyangu vilichakaa. Nimefurahi sana ndugu Chongolo. Hili soko wanawake wajasiriamali ndio tuko wengi, wanaume wako ishirini tu. Naomba utunako kwenda utuangalie kwa jicho lenye huruma, utuinua kwa mitaji. Nisikilizeni. Nilipokuja nikaambiwa, mnataka nguzo. Nilitembea humo ndani nikasema, tunawekaje nguzo kwenye udongo? Yaani nguzo za chuma tunaenda kuweka kwenye nini? Kwenye udongo. Sasa mimi nikaenda nikakaa na watu wangu, tukatafakari. La kwanza, tunaanza zoezi la kubadilisha hizo nguzo zote anza zoezi la kufanya nini, la kubadilisha hizo nguzo zote, lakini hatuwezi kuweka nguzo kwenye vumbi. Kwa hiyo tutatengeneza na zege humo ndani ili tuondoshe hilo vumbi. Nilikuwa naangalia angalia hapa, nimeona hapa mtakosa sehemu mimi nitaleta mifuko mia tano ya simenti ili tuweke tuweke nguzo eneo linalofaa, na mkurugenzi atuwamwambie injinia atusaidie tujue nguzo nzuri zinazofaa hapo ni za aina gani, alafu tutaweka nguzo wakati tunamwaga zege Tutafanya awamu mpaka tufike mwisho. Kwa hiyo tutagawa mara mbili, tutaenda mpaka pale kwenye mfereji, awamu ya kwanza tumalize, kwa sababu nimeona huku ndio kuna wafanyabiashara wengi, si ndio? Alafu awamu ya pili tutamalizia kule mbele, lakini na hapa ambapo mmesema hapa tunapokelea samaki hapa nini, na penyewe tutavuta hiyo hiyo shedi hiyo kuja hapa mbele, tumeelewana? Sasa mimi nitakuwa nimetimiza sijatimiza? wanasema <tie> anasema umetimiza ni waone. Lakini mwenyekiti amenipitisha kule kwenye vile vyoo nilipozungumza na, na mkurugenzi ameniambia kwamba walitenga kwenye bajeti ya mwaka huu shilingi milioni kumi kwa ajili ya kuboresha soko la Maguvani. Sasa mimi nimemwambia yeye, hiyo isije huku, iende kwenye vyoo. Na, kwa sababu mvua inaanza maana yake inabidi mfanye haraka. Sasa mimi naanza leo, nimeanza kuleta na simenti. Simenti yangu iko hapa pembeni. Sasa hii simenti niliyoileta, subilini basi, subilini basi, simenti hii niliyoileta mimi nakupa wewe mifuko hamsini, lakini masharti yangu, baada ya wiki mbili hata mfuko mmoja usiwepo ikifika siku kumi na nne hiyo mifuko haijatumika kwenye choo, na ichukua wewe, utanunua mwenyewe, si ndio? Jamani, wangapi wananiunga mkono? Simenti hii hapa, chukua hii hapa, gari hii na simenti mifuko mia moja, mifuko hamsini nimeitoa nje. Ile mia tano yangu nimempa mkurugenzi. Masharti yangu sijui, mmenielewa ndani ya siku kumi na nne kama hiyo simenti hajaitumia kwenye hicho choo ninaichukua anunue mwenyewe. Ni lazima sasa, wana wanamaka, Makambako, na sisi tukae mguu sawa. Tunazungumza kujenga miundo mbinu, kurekebisha soko, kurekebisha hiki na kile, na sio hapa tu, tutafanya mengi. Nikitoka hapa naenda kukutana na vijana naenda kujadili haya haya ya hatima ya kesho ya Makambako na hatima ya kesho ya kwetu ya mtu mmoja mmoja. Hatuwezi kufika tunakokutaka kama tutakaa kienyeji. Nyinyi mmesikia hapo tarehe 29 zilitokea vurugu maeneo mbalimbali, uongo kweli? Hapa tunazungumzia kuweka mifuko mia tano, ni bei ndogo? nazungumzia kuweka chuma, uongo? Tukichoma kesho tunakuwa vile vile eh? Tukifanya uharibifu tunakuwa vile vile, tunaenda mbele, tunarudi nyuma? Wenzetu wanaojua thamani ya maeneo yao hawako tayari kuona chochote kinaharibiwa kwenye eneo lao, hawako tayari, lakini kungine tunachochewa waketupima tunajua thamani ya tulicho nacho hatujui, tunajua thamani ya kutunza tulicho nacho hatujui. Matokeo yake ni nini? Wewe utasukumwa utaharibu, kwake kuko salama. Hapa hapa Tanzania wala hatuendi mbali kwenda kutoa mfano, hapa Tanzania wanakusukuma wewe uharibu, wao kwao wamepiga nne, wako salama.